Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa taarifa tunayokuta katika Sande ya Torino leo ikiwa ni siku ya ishirini na nne ya Kwaresima takapoona juu ya kile kilichotokea mjini Albuquerque, New Mexico na kikundi kimoja cha Storb. Haya ni mazungumzo tafakari inayoletwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwaha mkurugenzi wa shule ya kwa uso sekondari iliyojengwa ili kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sanda ya Torino kumheshimu ndio maana ya neno kwa uso, kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumheshimu huyu aliyekuja ili sisi tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Tuwenze huruma yake ishikwa na mipaka. Basi karibuni, nitaanza kwa nukuu: nimekutana na watu wengi sana watulivu na wenye kuaminika ambao wameniondolea kila shaka na kunifanya niamini kwamba kwa kutazama sanda takatifu tunaitazama sura ya bwana na mkombozi wetu yesu wa Nazareti. Hayo ni maneno yaliyoandikwa na F Brinkman, mwariri wa the Shroud of Turin Guild newsletter mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Albacok ni mji mmoja katika nchi ya New Mexico, Marekani. Mji huu utakumbukwa katika historia ya Sanda kama mji walipokusanyika kwa mara ya kwanza wanasayansi mashuhuri na kuunda umoja wa utafiti wa Sanda chini ya jina la STURP, The Shroud of Turin Research Project. Mbegu ya kuunda mradi huu ilipandwa na John Jackson ambayo imeshatajwa hapo juu hapo siku za nyuma kidogo, akisaidiana na rafiki yake kazini Eric Yumpa, mtaalamu katika uwanja wa thermodynamics, wote wakiwa wafanyikazi na wataalamu wa kutegemewa katika shirika la Kimarekani la NASA, National Aeronautics Space Administration, pamoja na mta, uh, mtaalamu mwingine wa picha, mtu mahiri William Morton mwaka 1976. Fani yao ilikuwa ni sayansi iliyohusiana na urushaji wa roketi na suala zima la utafiti wa anga za juu. Wakati ule walikwisha fanikiwa kutengeneza sanamu ya mielekeo mitatu za sayari na Mars wakitumia picha zilizochukuliwa kwa kamera maalum kutoka kwenye sayari hiyo. Na sasa kwa kutumia ujuzi wao waliweza kutengeneza pia sanamu ya mielekeo mitatu ya picha ya sanda. Majaribio hayo yatahesabiwa kuwa majaribio ya kwanza ya kisayansi juu ya sanda ya Torino, ukiondoa kazi za madaktari na wapelelezi tiba wachache. Ndoto yao ilikuwa kwamba siku moja waweze kufanya majaribio ya kina na ya moja kwa moja juu ya sanda ya Torino na kutoa ufafanuzi kamili na wa mwisho kuhusu ufumbo la kisayansi la sanda la uwepo wake kwa ujumla. Walielewa kwamba kufanya hivyo si kazi rahisi hata kidogo. Waliamua kuunganisha taaluma zote za utafiti zinazojulikana kwa kuwashirikisha mabingwa wengine wenzao wenye uwezo wa ajabu uwezo wa hali ya juu kabisa na wakweli katika taalumu tofauti za kisayansi bila kujali imani zao za kidini. Fikira zao hizo zilizaa matunda mwezi Machi mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba walipokutana na wanasayansi waalikwa wenzao mjini Albuquerque, New Mexico. mwishowe walifanikiwa kuunda kikundi cha wanasayansi arobaini wakiwemo ishirini na saba kutoka Marekani na kumi na tatu kutoka nchi nyingine ulimwenguni hasa nchi za Ulaya kwa ajili ya lengo hilo moja. Kiongozi wa kikosi hiki cha utafiti makini alikuwa mwanafizikia mmoja wa kitengo cha nuklia, jina lake Tom Mhola. Kwa hiyo kila mmoja aliyeombwa kushiriki alitakiwa awe na sifa zote za umakini kitaaluma na kinidhamu. Pamoja na wanasayansi ambao wamekushatajwa na wengine wengi ambao hawatatajwa kwa sababu ya ufinyu wa nafasi, na wala sio kwa sababu ya sifa zao kuwa na upungufu, walikuwemo Raymond Rogers, mtaalamu wa themo chemistry, J. Ronald London, Roger Morris wa Los Alamos National Laboratory, Jean Rol Donald Lynn wa Jet Propulsion Laboratory Pasadena, wengine wakiwa ni John Heller, mtaalamu mkubwa katika biophysics, Vern Mira, Barry Schwartz, mtaalamu wa picha na wengine ni John D. German Rudolf Dildi. Rudolf Dichtel wataalamu wa umeme, Robert Bucklin pelezitiba maarufu na Sam Perikoli wanafizikia. Mapema mwaka 1978, 98 wanasayansi hawa walitumiwa, walitumia taarifa na Father Peter Rinald kwamba wataweza kufanya majaribio yao moja kwa moja kwenye sanda baada ya maonyesho ya adhara iliyokuwa na kusudiwa kufanyika mwaka huo kama sehemu ya kuadhimisha miaka mia nne tangu sanda ilipohamishwa Torino kutoka Shambare mwaka elfu moja mia tano sabini na nane. Maonyesho yalipoanza tarehe ishirini na sita Agosto na kuendelea hata tarehe 8 Oktoba mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane wajumbe wa walijua kwamba wangepewa muda wa masaa mia moja na ishirini tu wa kuchukua sampuli bila kuharibu kitu chochote, na kupiga picha walizozihitaji kwa uchunguzi wao wa baadaye. Hivyo baada ya kufika, walifanya mazoezi ya kuhakikisha kila dakika ya muda waliopewa imetumiwa vizuri iwezekanavyo kutokana na ubora wa vyombo vyao wataalamu hawa walikuwa na uwezo mkubwa wa kuchukua vipimo vingi na bora. Walibeba masanduku makubwa sabini na tano ya vyombo vya kisasa kabisa vya kila aina vya kuchukulia vipimo. Kabla ya kuingia nchini Italia, ujumbe wa STOP kutoka upande wa Marekani ulipata matatizo forodhani. Waandishi wa habari nao waliwasumbua kiasi fulani lakini wataalam wenyewe hawakuwa wametazamia kwamba wangetakiwa kutangaza kabla ya wakati majaribio waliotaka kufanya. Zilikuwepo pia sababu za kiimani. Zilikuwepo kidogo wasiwazi kwamba baada ya utafiti huo, utafiti ungenyesha kwamba chapo za sanda ya Torino ni kazi ya mchoraji fulani, lakini ilikuwa inaofiwa kuwa labda lingeweza kuathiri imani ya mamilioni ya watu walioamini kuwa shuka hili ndiyo sande ya Yesu na hasa ikumbuka kwamba siku zilizotangulia watu wapatao laki moja kila siku walifika kuhiji Torino wakati wa maonyesho yaliyochukua siku arobaini na tatu. Hivyo kwa mfano, askofu mkuu wa Torino wakati ule Anastasio Balestrero mwenyewe mtu mwenye jukumu la kuhifadhi sanda aliweka masharti fulani fulani. Mojawapo ilikuwa kwamba matokeo yeyote yale ya utafiti yasitangazwe kabla yeye ajapata taarifa. Walio wengi katika wataalamu walishiriki, kabla ya kuchukua vipimo, walikuwa na mawazo kwamba ingewawia rahisi tu kuonyesha kwamba shuka hili ni kazi ya ujanja na uwezo wa kufanya hivyo, kama kweli shuka hili lingekuwa kazi ya namna ya hiyo, walikuwa nao. Siku ilipofika, wanasayansi walifanya kazi yao kadiri ya ratiba yao kwa siku tano, mfululizo masaa ishirini na manne kila siku, kadiri ya ratiba, kikundi kimoja kikipumzika, watu kingine kiko kazini kwa ujumla ilikuwa ni kazi ya pekee kabisa, ni majaribio ya kwanza na ya mwisho mpaka sasa yaliyowahi kufanywa na wanasayansi kwenye sanda moja kwa moja, kwa nguvu zote za sayansi. Baada ya nguvu hizo zote kutumika kuchunguza na kuhakiki matokeo, sayansi ililazimika kukiri kwamba sanda ya Torino ni fumbo kubwa zaidi kuliko ilivyofikiriwa hapo kabla. Basi, ndugu msikilizaji, hayo kwa ufupi ni masimulizi juu ya kile kilichofanyika hapo Albuquerque New Mexico mwaka huo na matokeo yake. Katika tafakari yetu tutayoendelea kesho, siku ya ishirini na tano ya Kwaresima, tutaendelea kuiangalia yosanda na kutambua mojawapo ya matokeo ya utafiti wa sanda kwamba kuligunduliwa sarafu ya Kaisari Tiberio kwenye sanda na maana yake nini. Basi, asanteni sana wasikilizaji, karibuni tena kesho kwa tafakari inayoendelea kuhusu mateso ya Bwana Yesu Kristo kulingana na taarifa tunayokuta katika sanda ya Torino, na Mungu awabariki.